Habari gani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Baada ya Niffer e, kushikiliwa e, kutokana na ile clip yake ambayo ilionekana ndio sababu kubwa a, ya kukamatwa kwake. Alifanya utani afu mwisho wa siku mambo yakawa magumu sana. Sasa kwa upande huo e, ni kwamba ameshikiliwa na kwa bahati nzuri wakili Kibatala amesema anaendelea vizuri, bado anashikiliwa kwa hiyo Uh, tunaona mama ake mzazi Niffer ameweza ame, ame kumpigia magoti mama Samia na kwa namna moja ama nyingine aweze kumwachilia mwanaye kwa sababu uh, yeye anamtegemea Niffer pamoja na familia yake yote e, yani hamna ana kazi yote anayofanya na amezungumza kwamba ukizingatia yeye ni mgonjwa na vitu kama hivyo kwa hiyo anategemea kuona eh, Rais Samia eh, ashikwe na huruma na kuweza kumwachia Niffer, kwa sababu yeye eh, kwa upande wake ni kwamba anashindwa na kufanya kwa sababu ukizingatia Niffer ndio mtoto ambaye anategemewa, yaani ni, ni jeshi ambalo eh, bila yeye basi watu hawali, bila yeye mambo hayaendi, watu hawavai. Na kumbuka alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa sana, na kuna wakati mwingine anatoka anaenda nje ya nchi anachukua vitu analeta Tanzania, e, mambo ya skin care na vitu kama hivyo vipodozi e, nguo vitu kibao, au sio? Sasa ndo hivyo tena, ameshikiliwa na mama anaomba e, mama Samia aweze e, kum, e, kumsamee binti yake Niffer, na ili maisha mengine yaendelee, kutokana na sasa hivi uchumi kidogo umekuwa ni mgumu kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo e, kuna wengine town unakuta e, yani anafanya biashara town lakini nyuma ana jishi kubwa sana. Sasa watu mbalimbali wameweza kupost hichi kitu akiwemo Mr Pimbi akiandika kwamba mama yake Niffer amuombea binti yake msamaha kwa mama Samia, lakini e, sio kitu cha kuchekesha wala kufurahisha, lakini ni kitu ambacho kikweli kinasikitisha kidogo. A, maoni ya mashabiki mmoja akaandika kwamba kuna vitu E, vya ujana vinaponza, vinawatesa wazazi bila kuhusika. So sad hiyo nyimbo leo. Mama yetu analia mbele za watu yote, upendo kwa mwanaye, she is good mama ausobana. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine e, tunaona e, tunaona anamsaidia ana, ana e, kuna nili kumwombea mwanaye Niffer aweze e, kutoka ndani ausobana kutoka ndani na kwa namna moja ama nyingine amefanya hivyo kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwanaye atoke kwenye mikono mibaya na kuweza kuendelea na mambo mengine. Kwa hiyo waliomba usaidizi kutoka kwa, eh, kwa Mama Samia ili kuweza kumsamehe eh, Shua kaka. Ndio makosa ni si ya sehemu ya binadamu, lakini nifa, ili asipojifunza, atajifunza tena, atajifunza tena. Amna kitu kibaya kama kuendekeza trending. Juzi alipata mtihani, lakini hakujifunza, kama serikali ichezei yote kwa yote, mama amsamehe, atakuwa akajifunza. Wakati mwingine msubiri awafike ndio muombe msamaha. Kama mzazi unapomuona mtoto anafanya makosa wazi wazi yanaweza ya kumshikiliwa na polisi, basi mwonyeni mapema aache. Na shangaa familia inakaa baada ya mtoto kukamatwa na polisi familia. na kwa nini familia haikukaa kukaa ka na ka pindi anatafuta umaarufu mtandaoni kwa kuvunja sheria? Hii inaitwa fikiri kabla ya kutenda. E, tafakari, chukua hatua kwa maana ya kwamba kama angeweza kufikiria asingeweza kupata changamoto e, kama aliyoipata sasa hivi. Mwingine akaandika nishae kusema kabla haujahamasisha watu kwenda kwenye maandamano, angalia madhara yake ya kwanza. Unaweza sema jambo kuwafurahisha watu wa mtandao, ila kumbuka wakati wa shida hawata kuwepo, ni wewe binafsi na familia yako mfano e, ndio huo hapo kwa Nifa ali, anayelia ni mzazi, sasa sio waliokuwa wakimsifia, au sio? Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa wanamsifia Nifa eh, kwa namna moja ama nyingine eh, ni watu ambao eh, wameshamkataa wameshafanya eh, vitu vingine, maanake ashasaulika tayari. Kwa hiyo anayelia ni mzazi, waliokuwa wanamsifia kwenye mitandao ya kijamii wote wamemkataa, moyasema kaka, au sababu sio ndugu yako, ndo maana unaona kawaida, tuvaa moyo huyu mama, hata sekunde moja e, da inamuiza sana. Ndo maana tunaambiwa fikiri kabla ya kutenda, laiti angekujua kabla kwamba yataenda tokea haya, hakika asingejihusisha kwa lolote katika hili. Uchungu wa mwana ujuwae mzazi, mama anapitia maumivu makali sana yenye uchungu mkubwa. Yes, kwa sababu unaweza ukapati na washikaji lakini anayepata shida ni mmoja tu mama yako mzazi. Kwa hiyo wale wote walikuwa namzungumzia Nifa, walikuwa namsifia Nifa, hawapo tena, marafiki wakaribu ndugu na jamaa wamekaa kimya. Mama anaje leo ndio huyu, sio wale wanaokwenda na kutukana Mama Samia na huruma sana, na ni mama atamsamehe, na huyo kielele akirudi tena anachezea kule. Eh, mmoja kaandika kwamba kumekucha kumnyenyekea mtu ni kumfanya endelee kutudharau na kututeka. Haya, sije na maanisha nini? Msema ametekwa au sijamuelewa huyu mama bado. Unataka kumkanya kabla hayajatokea. Haya, maana sio siri mwanao alijisau sana silikuwa anajiamini nini, lakini pamoja na yote umesimama kama mama na hivyo ndivyo inavyotakiwa yeah. Uh, mwezi mama akaongea kwa uchungu sana ila sijajua Nifa kfayasn mpaka mama kwa mama angekochu sana yani, mama yes. Mwana, iku lazima. E, okay. Mama pole kesi kabisawhtpo akuna utalia hapo, hakuna This time, hapo ndipo, ndio vijana mjifunza. Kuna mtu anaweza kupambana na mamlaka na lazima mtambue mam, mamlaka yoyote kuendeshwa kwa sheria ya Mungu pekee ndio anao E, anaingiza kwa haki. Jambazi atapewa mwezi, atapewa mchawi, atapewa na Mungu. Husubiri, lakini mamlaka utenda kwa wakati, maana uongozo na sheria. Sasa ona, leo mama anajidhalilisha sababu ya upumbavu wa kufuata mkumbu wa mwanae. Hii ni mbaya sana, mtawaua wazazi wenu kabla ya muda wao. Kwa hiyo ni, ni makosa ya Niffer e, kufanya kile alichokifanya e, pengine angekaa kimya kama wengine, wala yasingemkuta. Sasa mama tayari analia e, Uh, mmoja akasema free Niffer, inauma sana hadi mzazi akifikia hapo. Ila Niffer aache kielele, maana wa Niffer kumtetea ni ngumu. Ehe, kwamba kumtetea Niffer ni ngumu kwa sababu alichokifanya huwezi kumtetea popote pale. Uh, kwa hiyo kwa, kwa huyu mama Samia ana, amekuwa Mungu. He, haya bwana, alizidisha ujuaji. Ehe, kwa hiyo ni vitu kama hivyo. E, na kwa namna moja ama nyingine inaonekana kabisa kwamba uh, huyu e, huyu Mama Niffer e, kwa namna moja ama nyingine amemwomba na ame, ame umomba, na, na imani kupitia kilio hiki cha huyu mama basi atasikilizwa then Niffer na kuendelea na, kuendele na biashara zake. Kwa hiyo watu wanasubiria tamko la rais, labda akiweza kumsamehe na kisha msamehe, basi kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu wakimwachia familia nayo pia itapata huweni, na biashara zitaendelea kama kawaida. Tosha mwane, ukisha subscribe